Udongo uliochoka, udongo usiokuwa na rutuba, huwezi kuleta na tija katika uzalishaji wako, kusababisha mazao kidogo. Tunahamasisha kutumia kilimo hai, kutumia mbolea hai, kuweza kusaidia kuweza kuwa na udongo ambao una rutuba na kuweza kuchochea uzalishaji wako shambani kuweza kuwa mkubwa. Unapotumia mbolea hai, unasaidia kuweza kufanya eh kuwa na uzalishaji endelevu katika shamba lako <coughs> na siku leo tuko hapa katika kituo chetu cha Organic Farm, tuko na uzalishaji wa mbolea ya siku 18 kama ambavyo unaweza kuiona, hii ni kwa matumizi Mbole yetu hii tumeitengeneza kutumia majani makavu, majani mabichi, lakini pia tumetumia kinyesi cha mifugo, lakini pia bila kusahau vimea rafiki, tumeweka pia na mkojo wa ng'ombe. Unaweza kutumia mkojo wa ng'ombe au maji <coughs> na kwa baada mbole, mbole kumi na sita, hapo tutaifunika mbole yetu vizuri na itakaa kwa siku kumi na nne katikati yake kutakuwa na zoezi la ugeuzaji. Sasa na zoezi linalofuata ni, ni kufunika kwa turubai hapa. Unaona tayari tumeshafunika kwa turubai, tunasubiria siku nne. Siku ya nne ndio tunageuza, uh, kama ambavyo uh, uh, ni wanafunzi ni ambao niko nao masista, tumejifunza pamoja na wao namna ya kutengeneza hii mboja siku kumi na nane. Kwa hiyo baada ya kufunika namna hii, tutasubiria siku nne ndio tuje kuigeuza. Kwa hiyo baada ya siku nne nitaonyesha namna ambavyo tunaigeuza na hatua ambazo tunafuata. Nitaonyesha karibu kwenye channel zetu, like page zetu Kchemso Organic Farm, uh, YouTube, uh, Instagram pamoja na Facebook kwa mafunzo zaidi. Kwao karibuni sana, asante.